Hawa ambao wanafanya hivi uh, natamani kumfundisha kitu msikilizaji mm. kuna namna ya kuzungumza na Mungu ukiwa umeshindwa, ukiwa mm, unahisi upo sehemu ambayo ni hatari yeah. Namna ya kuzungumza na Mungu ni namna ya kutaja kile unachokitaka kutoka ndani mara nyingi okay. Unaposema kile unachokitaka kutoka ndani mara nyingi, kinaipa nguvu mwili na akili kutoka nje hapo, hmm. ndipo unapata kuokoa fikra, ukombozi wa kifikra unapotokea, hmm. ukombozi wa kifikra hautokei kwenye kuangalia video, hautokei kwenye kufanya mambo mengi. Ukombozi wa kifikra unaanza na wewe, unapojitamkia unapopata muda wako, kijana ambaye umeshindwa, unahisi kwamba siwezi ukapata muda wako wa ukimya, sehemu mahali, chumbani kwako, au sehemu ambapo kwenye necha labda, sehemu yenye majani, sehemu yenye bahari, ukajitamkia mara kadhaa. Endelea mm, kutamka unachokitaka, endelea kutamka unachokitaka, tamka unachokitaka. Unapotamka sana, kwanza Mungu anasikia, alafu pia akili yako inakubali, kikubali mwili ukikubali, kwamba anaweza kutoka pale, hakuna mtu ambaye anaweza kukurudisha kwenye dhambi, dhamb yeah. Exactly. Yeah. Yeah. So